Turudi hapa kaunti namba 47 ambapo wapangaji katika eneo la Buruburu wameghadhabishwa na hatua ya serikali ya kaunti kuwafurusha kwa nguvu kutoka kwenye nyumba za kaunti za kaunti hiyo. Wakazi hao wanadai kuwa kaunti inatumia magenge ya wahuni kuwaondoa kwa nguvu, huku wahalifu wakitumia fursa hiyo kuwaibia na kuharibu mali yao. Baadhi ya wapangaji ambao wameishi katika nyumba hizo kwa zaidi ya miaka 30 wanasema walikuwa tayari wamelipa deni la kodi, lakini walijipata wakifungiwa nje. Niliitwa nikiwa City Hall ati kuna watu wako wa, wa kwa nyumba yangu, wamevunja, wanatoa vitu, wasichana wanachukua bag zangu, wengine wanavaa nguo zangu wakitembea tembea huku, nazo hata hakuna kitu nilipata mi. Kabla nitoke City Hall nifike hapa, nilipata kila kitu ishachukuliwa. Hakuna vile mtu ambaye ameishi kwa hii nyumba miaka 40 amekosa tu kulipa miezi miwili, miezi mitatu, na kuna mwingine pia amelipa up to the last cent na bado nyumba yake imekuwa allocated kwa mtu mwingine. Tunamwambia afuate due process. Tukizungumza na estate officer ambaye ndio anajibika na, na, na mambo ya estate, estate officer anasema hajui hayo maneno. Tukizungumza na director ambaye pia anasafa nafaa kuwajibika habari ya housing, director housing pia yeye hajui ambacho kinachoendelea. Tunaambiwa tumetolewa kwa system, now we are wondering tunatolewa kwa systems na tushalipa hii pesa. Tumelipa, tumelipa kwa nani? Na ni ya nani? Na ni ya nini? Namba 2, there is very eh, credible sources kwamba hizi nyumba ziko allocated, zimekuwa zikiallocatewa watu mm, up to a tune of 2.5 million, au watu wanakuja wamejua. Tumeishi na hizi manyumba miaka ngapi? Tumelelea watoto huku, tumelelewa huku, tukalelea watoto wetu huku, na watoto wetu wengine wanalea watoto wao huku wa